Mchambuzi Jenereta, Jenereta mambo vipi bwana? Safi, habari za kwako? Pia salama kabisa. Bodi ya ligi imetangaza dabi ya Kariakoo ndio, lakini Yanga wanaigomea. Unaona alizungumziaje ukiwa kama mchambuzi? Aa, kwanza niki, nikijaribu kuangalia kwa kila upande una fakti zake, kwa sababu ukiwatazama uh, bodi ya ligi wenyewe wamekaa kimya kwa muda mrefu na watu wengi walikuwa na shauku kubwa kuweza kusubiri kwamba, uh, dabi ya Kariakoo itapangiwa tarehe hipi, na hii ndio shauku kubwa ya watu wengi ambao walikuwa wanapenda mpira. Lakini pia ukiangalia kwa watu wa wekundu wa Msimbazi, Simba, wengi walikuwa wanajua tu kwa vyovyote lazima dabi itachezwa, uh, pamoja na kesi kuwa kule Kasi. Ukiangalia kwa siku kadhaa hizi kumekuwa na tafrani hapa na pale, watu wamelalamika vitu vingi, lakini mimi niseme tu kwamba kwa hili bodi ya ligi wana haki uh, yanga wana haki, simba wana haki, TFF wana haki. Sasa nakuja katika maeneo ambapo watu wataanza kulalamika na kutukana matusi. Mimi mara nyingi nakuwa mkweli tu kwamba Yanga watake wastake, hii mechi lazima wacheze, kwa sababu eh, tena hiki kinaweza kikawa ni kipimo kwamba wakamchafuata rais wao injinia Heri Saidi, kwa sababu uh, tayari wameshagonga mwamba kule kasi. Kwa hiyo kama wamegonga mwamba kasi, maana yake tayari ilibidi sasa wako mikononi mwa mamba. Mamba wao ambao wanamtazama vibaya ni TFF ama bodi ya ligi. Ni, nizungumze tu kwamba hebu tizama hii miongo mitatu hii, aliyechukua ubingwa ni nani? Maanake Yanga amechukua ubingwa mara ya tatu mfululizo, na huu pengine unaweza ukawa ni mwaka wa nne mfululizo, kama Yanga atachanga vizuri karata zake, atachukua ubingwa. Sasa kwa nini aanze kusema anasijia, ana, anadekezwa, ana, anafanya nini, au tuseme anaonewa? Wewe unaonewaje? Hii miaka mitatu uliyochukua ubingwa haujaonewa, kwaona mwaka huu naona anachukua ubingwa. Ah, mimi nimekuwa mchambuzi wa kwanza kuzungumza hadharani katika posti kibao mitandaoni huko YouTube kwamba sioni Yanga ikichukua ubingwa msimu huu, ninaona Simba wakichukua ubingwa, na hiki ambacho sasa hivi kinafanyika ni kama kutapatapa tu. Hebu tazama hii bodi ya ligi, kuna wakati haya maswala pia ya kusajili wachezaji, kuna mwaka fulani hapa Yanga walidelay kumsajili Tuisila Kisinda, ilibidi wamtoe Kambole, yani tayari tarehe za usajili zilishaisha kuhitimishwa kabisa, lakini hawa bodi ya ligi ambao leo wanaonekana wanaipendelea Simba ama wanaipendelea vilabu vingine mwisho wa siku wamewatetea Young Africans eh, wame e, wameweza kumsajili tuisila kisinda, dakika ambazo tunaweza kusema za salama sio, zilishaisha. Kwa nini, kwanini tusingeona hapo yanga walipendelewa? Yanga ni sawasawa na mtoto ambaye anadekezwa, na hii ni sema inaweza ikatua fundisho, sio kwa yanga tu. Sasa hivi kama yanga aingize timu pale, kata alama zote 15, tupa mbali huko, watu waanze hukowatuwaanze upya, kwa sababu kudekezana dekezana mpira wetu wa ukui wewe kasi wamesha kwambia wewe, hapo walipofika sasa hivi anzia kule chini. Najaribu kuwaza tu, ndugu mtangazaji, ina maana wanasheria wa Yanga kwanza hawakujua kwamba kabla ujaenda kule kasi, kuna hatua za kupita, bodi ya ligi huwezi kuwavuka hao. Sasa unawavukaje hao? Kamati ya maadili iko hapa, watu kibao wa mpira wako hapa, wao napanda juu, manake wewe hujui kitu. Sasa kwa hili hii miaka minne, alionewa ajaonewa? Miaka minne, miaka mitatu alichukua ubingwa miaka mitatu ambao amechukua ubingwa alionewa hajaonewa? Na kama ingekuwa hiyo miaka mitatu yanga anaonewa, angechukuaje ubingwa? Tuwache ushabiki maandazi, watu wengi hawajui mpira. Mi nazungumza kila siku naonekana oh, si uchambuzi uchwara, lakini ukweli ni kwamba Yanga hivi labu vikubwa vimedekezwa kwa muda mrefu. Ifike hatua sasa au TFF bodi ya ligi wawe wakali na wakishakuwa akali, mwisho wa siku sheria itafuata mkondo wake. Mi niseme tu, wakati naanza kuzungumza kwamba, uh, safari hii Simba wamesajili tazama, yule mchezaji Eli Mpanzu, dada mwandishi, ukimwona eh, anavyo slide yule. Na jana tumemtazama yule mchezaji mfupi yule, Joshua Mutare, ashikiki ni mpango mwingine, kiberenge ashikiki. Sasa Yanga wanaanza kupima mafaili, wanaanza kuona ule moto wa Simba hawauwezi. Lakini ukiangalia, nilizungumza pia na mwanasheria mmoja asubuhi, yeye akaeleza kwamba Yanga wanachotakiwa kukifanya kwa sasa hivi si kususia mchezo, badala yake wanatakiwa waingize e, timu yao Juni kumi na tano kwa Mkapa, Dar es Salaam, kuminyana na Simba. Simba yenyewe ambao kwa sasa hivi imeshajipata. Unajua, hata ule mchezo ndugu mwandishi, ule wa kwanza, Simba amefungwa moja, lakini kikawaida kabisa pale Yanga alikuwa na pigo tatu kwa Mkapa pale Yanga alikuwa na kufa tatu bila wasiwasi wasi. Yeah. Kuna penati kadhaa kabinywa kibnenis ndani ya boksi, mwamuzi binadamu naye pupuchupupuchu lile ikatokea. E, hivyo mpapatu mpapatu wameshinda, hasa wanaanza kuchungulia. Simba wamejipata, mi niseme tu Yanga wataki wastake hii mechi watacheza na wasipocheza maanake wanamfedhehesha rais e, rais wao yule injinia Hersi Said, kwa sababu ni kiongozi mkubwa katika vilabu barani Afrika. Sasa usipoingiza timu Juni kumi na ngapi maanake wajipange, wacheza huo mchezo. Ndiyo. Wasipocheza wakatwe alama kama zile. Wasipocheza yaani Yanga ndio anatakiwa, iwe fundisho. Na mimi mara kwanza nilishazungumzaga kama Yanga atachukua ubingwa msimu huu, waje wanenywee nywelezi nyue, hata ndevu ambazo zinaanza kuota, waje toe zote, nibaki na kipara kuanzia kichwani mpaka udevuni. Lakini Yanga hawachukui ubingwa kwa sababu gani? Simba ina kaliti ya kutosha. Asante sana. Asante sana.